zisitolewe kwani wakifanya hivyo nchi itasimama. nani Pia wanahamasishana kuwa watahakikisha wanawafuata popote walipo watumishi wa serikali ili wawazuru. tisa. Wakati haya yakiendelea kwenye mitandao ya kijamii tumesikia matamko mbalimbali mbali. Na wanaoyatoa wanasema wanaohamasisha